Naitwa Esther Fulano, ni naibu mkurugenzi wa kurugenzi ya sheria na haki za binadamu cha umma. Napenda niitambulishe hivyo kwa sababu kule nilikotoka ex wangu nilishamalizana naye salama. Nataka niwaambie wana Mwanza, mimi ni mkazi wa Mwanza, nafahamu changamoto za maji za barabara na kadhalika. Tumekuwa tukipambana ndani ya miaka mitano hii, tukiweza kwenda kwenye uchaguzi tubadilishe uongozi ili tuende tukapate vitu ambavyo tunavitaka vikatimie, lakini imekuwa ni ndoto. Sasa sisi ni wale punda tuliobeba mizigo, sisi ni wale punda, wale punda tunaomba baba Yesu Kristo wa Nazareti tukamfikisha salama Japokuwa thamani yetu haikutambulika haiku. Lakini jiulize kwa nini punda na sio swala? Kwa nini punda na sio tembo mwenye nguvu? Ni kwa sababu punda thamani yake ni kubwa. Tunaomba wana Mwanza mkatupokee, tunaomba mtupokee na mtukubali huko mtaani, kwa sababu hiki ndio chama pekee cha upinzani wa kweli ambao tunaingia kwenye uchaguzi na tuko tayari kupambana. Mheshimiwa Naibu